Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyan bada. Ikhwata limani, nichukue fursa hii ukuhusieni kwa mara ya pili kumcha Allah na kufata mwendo na kutekeleza sunna za Mtumi Muhammad pamoja na kuzichunga saumu zetu. Ndani ya saumu tumekatazwa mengi kwa sababu saumu ni chuo. Tumeonywa kusema uongo lakini ndani ya Ramadhani tumeonywa kukasirika. Mtu akiwa amefunga pia hatakiwi kukasirika, na ikiwa mtu atatokea akakutukana au akakupiga, itakiwa umwambie inni saimun, mimi ndugu yangu nimefunga. Na kwa munasibu huu basi, hata mtoto akikosea mchana wa Ramadhani mwache, subiri ukifuturu kidogo, ndo mwite umtie bakora, angalau hata watoto nao waonje kidogo hata watoto nao waonje ladha ya Ramadhani. Lakini pia mambo ambayo ni muhimu kwa ajili ya saumu yetu, kuwahafifishia wafanyakazi kazi. Yule mfanyakazi mpunguzie kidogo majukumu, mke ndo kabisa, msaidie pia mke wako. Lakini ndani ya Ramadhani tulichohusiwa zaidi kuomba dua, Waislamu, ndo mwezi wa kukubaliwa dua sana Hakikisha kabisa wewe unayefunga dua zako hazirudi nyuma. Mwombe sana Allah istighfar, mwombe Allah msamaha, mwombe Allah rehema, pepo, mwombe akuepushe na moto, lakini mwombe Mwenyezi Mungu akutengenezee dunia yako. Kutengenezeka kwa dunia mara nyingi ndo kutengenezeka kwa akhera. Watu wana maisha magumu, vijana hawawezi kuoa, wanashindwa mahari, mwisho wanaishi ya kuzinizini tu. Angalia leo, tumejisafisha mwezi mtukufu wa Ramadhani alafu kisha mwezi wa Ramadhani watu wanarudia pale pale kwenye maasi. Ni hasara kubwa hii. Kwa hiyo hii Ramadhani imekuja mwambie Allah, huu ni mwezi wetu, huu ni mwezi wa ummati Muhammadi na hata hii ni kheri kwangu na makusudio. Mpaka Ramadhani hii hujaniondosha, wengi washakufa, wameikosa hii Ramadhani, umenileta ndani ya Ramadhani na kuomba kwanza, kama umeniingiza msikitini usinitoe, ya Rabbi, msikitini kama umenitia hamu ya kwanza kusoma darasa kwa mashekhe, basi nifanye ulamaa. Mwenyezi Mungu, nakuomba tengeneza dunia yangu. Unajua dunia ina vishawishi vingi, dunia haijamwacha mtu hata awe mzee. Kadri mtu anavyozidi kuzeeka ndo anakuwa na matamanio ya dunia, na watu kwenda mbio kuiacha misikiti ni kutafuta tonge. Makejuwa linawaka tena, nikali mifukoni, na wewe ndio baba unayetegemewa, hali ngumu kweli kweli. Sasa kipindi hichi dunia nzima Unajua, Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anakwenda isra, wacha nikufundishe ujanja mmoja, ndugu yangu Muislamu, ili nihitimishe hutuba yangu. Wakati anakwenda isra, aliona kuna vitu vinapanda vingine vinashuka. Akauliza, mahadha ya Jibril, hizi tamathili mifano ya nini hii? Akasema, hii mifano hii ni matendo ya waja. Waja wanapandisha matendo yao, yanayoshuka ni majibu yao kwa hiyo kama fainkana khairan fakhairan wainkana sharran fa sharran. Kama wanapandisha zina foniketi uwaji uzinzi shurbil khamri waliwati, yanayoshuka ndo majibu majanga, ukame, chaka, shida za aina mbalimbali. Na wengi katika dunia ni wagomvi wa Allah kuliko waliokuwa wapenzi wa Allah, lakini alhamdulillah, nowadays siku hizi, miusimu hii, ukienda Marekani, ukienda Australia, ukienda UK Uingereza, ukienda India, ukiendea popote duniani hivi sasa, matendo mazuri yanapanda kwa wingi sana mbinguni. Mbinguni kuna meremeta, ndo maana kipindi hichi Mwenyezi Mungu zile pazia mbovu zote za peponi kazitoa, zimewekwa mpya, milango ya kheri imefunguliwa sana. Sasa kipindi hichi hata usipoomba dua utakuta, utakuta ukifikiria jambo unapewa sasa kipindi hichi Mwenyezi Mungu ana anahuruma na sisi, kipindi hichi Mungu ameridhika sana na sisi. Sasa kipindi hichi, wallahi, nakwambia hutopata kipindi bora sana cha kuomba dua ili mambo yako yapite kama kipindi hichi, hasa ukiwa umefunga mwombe Allah. Shika msahafu, soma kwanza Qurani. Ukisoma Qurani, stopisha Qurani, fanya nyiradi za istighfari, stopisha nyiradi, kisha baada ya pale nyanyua mikono na saumu yako tafuta hisia ya machozi. Sayyidna Abubakari ni sidiki anasema kama huwezi kulia, hebu jiekti kama unalia, hilo nalo ni sawa kwa Mungu. Kumbe hata machozi hayatoki, mkavu, lakini nia yako ni kulia. Anza kuorodhesha matatizo yako, sijui Mungu nitafia wapi, zinaa zinanitesa, wizi unanitesa, nifungulie biashara zangu, nisaidie, kadha wa kadhaa. Watu wengi, hili neno la mwisho, watu wengi hutoboa hufanikiwa hupita aplikesheni zao za kazi hukubalika kila ikiisha Ramadhani. Na kama umefanya uchunguzi, waangalie maustadhi wengi wanaosalisha tarawehe sana, wanaosali tarawehe sana, utakuta mwenzio mwaka jana alikuwa hali nyingine, Ramadhani hii umemkuta kivyengine kabisa. Kwa hiyo na wewe jitahidi ya Allah, Allah, dua ndo kitu muhimu, na dua zako ziombe nyakati hizi. Kila baada ya sala, omba sana ukitaka kula daku omba sana, ule muda mnasubiri muadhini, ule muda wa kufuturu kusubiri kufungua pale, dua zinakubalika sana, muombe Mungu. Hata kama hujui Kiarabu, ongea Kiswahili kwa sana sana, utamuomba Mwenyezi Mungu, utamuona Mwenyezi Mungu atakufungulia inshallah. Na kama si vibaya, baada ya sala ni vizuri pia watu watoe sadaka kwa ajili ya msikiti, ni jambo kubwa, alafu wako ndani ya saumu, alafu msitoke, fanyeni dua ya pamoja dua ya pamoja inapawa sana kuliko dua ya mtu mmoja mmoja. Tunamwomba Mungu atufungulie mambo yetu, tunamwomba Allah atuondolee shida walopata maradhi ya maambukizi, Allah waondoshee na wale ambao hawajapata, Allah atuhifadhi, atupe kinga ya ya maradhi hayo. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima